Nam sina shaka hujambo, habari za wakati huu, kumekucha salama. Nikukaribishe tena katika Sports AM. Kama kawaida, tunakutana hapa siku kama ya leo saa mbili na nusu mpaka pale saa nne na nusu. Kubwa zaidi, tunakutana hapa kuweza kuzungumza na kukuangazia kile ambacho kimejiri katika ulimwengu wa michezo, mbili na nusu mpaka saa nne na nusu kupitia Azam Sports 1 HD. ulamaisal niko hapa lakini kama ilivyo kawaida tunakuwa na mgeni uh, kuweza kuzungumza mada ambayo tutakuwa nayo kwa siku ya leo. Lakini kumbuka, uh, Simba Sports Club wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya Kombe la Shirikisho wako kule Masri uh, ama Misri tayari kabisa kwa mchezo wa robo fainali wa Kombe la Shirikisho, mchezo ambao uh, utaweka hatima katika mchezo wa marudiano ambao utapigwa hapa nyumbani, kujua hatima ya Simba kama watakwenda hatua ya nusu fainali tunakutana na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Sports Club CPA Issa Masoud kuweza kuzungumza naye kwa siku ya leo kuhusiana na jambo kubwa hilo la Simba Sports Club. Uh, CPA Issa Masoud, eh, habari za kutua? Alhamdulillah. Mm, hmm, tumekucha salama. He, tumekutana tena tukumbuke kwamba wawakilishi wa Tanzania katika michuano hii uh, mikubwa ya Kombe la Shirikisho kwa ngazi ya vilabu barani Afrika, Simba Sports Club wako kule Masri, na kumekuwa na kuziombea dua timu zetu ziweze kufanya vizuri. Na miongoni mwa timu ambayo imesalia katika michuano hii mikubwa kabisa ni Simba ambao wako kule Masri, na jambo ambalo wanakwenda kuliendea ni mchezo wao dhidi ya Al Masry na hapo uh, toka tumekuwa tukiwafuatilia kuondoka kwao Dar es Salaam uh, kufika Cairo, lakini pia kuanza safari ya pale kuelekea kule Ismailia uh, walipokiwa vizuri na hapakuwa na shaka ya aina yoyote. Labda kwenu nyinyi sasa kama uh, wajumbe wa uh, bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, mnautazama vipi uh, CPA Isa Masoud kuelekea katika mchezo huu? Uh, sisi kama kama viongozi wakuu wa club kwa maana ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club tunauangalia huu mchezo kwa umakini sana mm. Na sababu kubwa ni kwamba eh, imekuwa ni hatua ambayo mara nyingi eh, tumekuwa tunakwamia hapo. Sasa muda huu au mara hii tumesema mm. Eh, hapana, lazima tuvuke ili hii hatua yeah. Kwa hiyo tumeuchukulia huu mchezo kwa umakini sana mm. na kwa umuhimu sana, na ndio maana utaona timu imeenda mapema sana yeah. itaenda kule, itakaa <coughs> zaidi ya siku nne tano mm. itakuwepo kule nchini Misri. Ndiyo. Yote hii ni katika kuonyesha, e, jinsi gani tuko makini, jinsi gani tunachukulia umuhimu wa mchezo mm. yeah. na morali labda pengine kwenye kikosi cha Simba ipo kiasi gani, kiasi ambayo inawafanya wajumbe wa bodi ya wakurugenzi kuwapa tumaini kwamba mnakwenda kufanya vizuri katika mchezo huu wa kwanza wa robo fainali. Morali iko juu, morali iko juu sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ee, ukiacha Shemalon, lakini wachezaji wengine wote waliobaki, ee, Mwenyezi Mungu amewajali ya afya <coughs> mpaka hivi tunavyoongea, ee, wana, wanafanya mazoezi wanaendelea vizuri <coughs> na jana nilipata nafasi kidogo ya kuongea na mjumbe mwenzangu wa bodi ambaye yeye ndo mkuu wa msafara kule Eh, Dr. Saif Muba mm. akaniambia kwamba wachezaji eh, wana ari, wana morali, yani kimsingi wanaitaka mechi yeah. Eh, kwa hiyo wapenzi <coughs> mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club mm. basi eh, wao, kazi yao itabaki moja tu ni kuombea mm. kwa Mwenyezi Mungu, kwanza wajalie afya mpaka siku ya mchezo, lakini pili basi atupe matokeo ambayo yatatusaidia sisi E, ukiunganisha na matokeo ambayo utakuja kucheza hapa nyumbani siku ya Jumatano ijayo ya tarehe hmm. tisa basi iweze kutuvusha na kutupeleka hatua ya nusu fainali. Okay. Umezungumzia kuhusiana na mlinzi Shefondo Malone. Lakini pia kulikuwa na taarifa kwamba Musa Kamara naye alikuwa na injury hivi. Vipi labda taarifa za kutoka kule Masri, e, taarifa za kutoka Masri zinasema Kamara anaendelea vizuri na kwa e, kudra zake Mwenyezi Mungu E, ameanza kufanya mazoezi pamoja, mm. uh, uh, mwale, yeah, pamoja na wenzake kwa kwa maana yuko sehemu ya timu. Kwa hiyo wana simba wategemee pengine, Mungu akipenda, akiwa anaendelea vizuri, mwalimu anaweza akamtumia katika mechi yeah, of course. Sasa hapo tunamwachia mwalimu pamoja na jopo lake la madaktari mm. kadri watakavyokuwa wanamuona anavyoendelea endelea kwenye kwenye mechi yenyewe husika basi wanaweza mm. wakamtumia. Okay. mm. Hiyo inakuja sasa kwenu kama viongozi, uh, hamasa yenu mmeitengeneza kiasi gani, sio tu kwa mashabiki peke yake pengine hata kwa wachezaji wenyewe ambao ndio wanapambana kule. Ya hamasa ni kubwa e, kwa wachezaji e, sisi kazi yetu kama kama kama bodi ya wakurugenzi kama viongozi hmm, ndio e, chini ya ya, ya, ya, ya CEO wetu ambaye anachukua maelekezo na utaratibu mzima wa jinsi ya kuiendesha <coughs> e, <coughs> e, e, team eh, sisi tuna tunam, mfumo wa bonuses e, katika kutia hamasa kwa wachezaji kwa hiyo e, na vile vile unakuta sisi tukiweka bonuses na rais mm. wetu wa club, kwa maana ya mwenyekiti wetu wa bodi yeah. Mr. Mohamed Deuj na yeye mm. mara nyingi huwa anatoa huo msisitizo mbali na, na, ya, ya, ya, ya kuongezea hiyo bonus, lakini vile vile huwa anaongea na wachezaji okay. kwa maana ya, ya, ya, aidha akiwepo mwenyewe physically mm. au kwa kupitia njia za kimtandao, lakini vile vile na uwepo na wa viongozi <coughs> wetu mbalimbali wanapokuwa <coughs> karibu na timu vilevile unaendeleza ile hamasa na chachu ya kuweza kupata matokeo. Okay. Yeah. Kumekuwa na utaratibu pia wakati mwingine mashabiki kwenda na timu ama pengine kusapotiwa ili kwenda kutoa hamasa timu inapokuwa ugenini, tumeona katika miaka hivi karibuni na tumeona impact yao ikiwa ni kubwa sana uh, timu zetu zinapokuwa ugenini. Simba katika mechi na Almasri, uh, kule ugenini, labda kuna nguvu ya mashabiki ambayo imetokeza kwenda kuipa support Simba Sports, wapo kuna mashabiki wamejitokeza mm. Wapo ambao kuna ambao wameondoka wame pamoja na timu, lakini kuna ambao wanaenda siku mbili hizi okay. Kutokana na na na, kama nilivyokuambia mwanzo, timu inaenda kule inakaa muda mrefu sasa mm. Kuna wengine wanaona kwa, kwa sababu ya shughuli zao E, na na na wengine labda ni waajiriwa mm. Wao wakaona waende karibia na mechi, kwa hiyo kuna wengine mm. wataondoka kuanzia kesho Juma okay, tatu na kuna wengine wataondoka Jumanne mm. e, kwa hiyo wengi wamejitokeza kwa sababu mm. Eh, zile taratibu za kuomba visa na nini kwa urahisi zaidi mara nyingi huwa wanatumia klabu ili kuweza mm. kupata kwa urahisi. Okay. Kwa hiyo wengi walijitokeza wamepeleka pale paspoti zao wamefanyiwa mm. mchakato wa visa na kila kitu. Okay. Kwa hiyo wengi wataondoka kuanzia kesho na kishukutu. Kuanzia kesho na kishukutu. Naam, yeah. Na, ni CPA Issa Masoud mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu ya Simba tukizungumza naye hapa kuhusiana na mechi ambayo iko uh, mbele dhidi ya Mnyama anatafuta safari ya kuelekea nusu fainali ya michuano mikubwa kabisa kwa ngazi za vilabu barani Afrika, Kombe la Shirikisho. Simba wakiwa kule uh, Almasri, tayari kabisa kuumana na Almasri ya kule nchini Misri katika mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya robo fainali kabla ya kuja kurudiana hapa katika uwanja wa Benjamini Mkapa. Timu za ukanda wa kaskazini, uh, tunasema wamekuwa na utamaduni mmoja kidogo kuwa Uh, kuwaondoa mchezoni uh, timu pinzana zinapokwenda kule, lakini kwa kipindi hiki toka Simba wameenda Al Masry, vile walivyokuwa kimya kama hawapo hivi, hii haiwapi uoga, uh, CPA? kuna ha, kuna vitu vikubwa viwili hmm. ambavyo mi nimejifunza kwenye hizi timu za kaskazini uh. uh, kwanza uh, sa, kip, uh, hii miaka ya karibuni sasa hivi na wao wameamua kuwa uh, wanawekeza zaidi kwenye kwenye timu. okay. Yale mambo mengi yale ya nje ya uwanja wamepunguza. yeah. Kwa kiasi kikubwa, hiyo moja. Lakini la pili, e, tuna, sisi tunapata unafuu kidogo mm. Kama vile mechi ile tulivyoenda kucheza na wale Sfaxien. wow, okay. Al Masry, e, pale Suez sio kwao. mm. Sio kwao, kwao halisi kabisa ambapo ndo kuna mashabiki wao ni Port Said, Port Said ni mji yes. Mwingine kabisa tofauti, ila kutokana na sababu za, za, za, za kiusalama na vurugu mm. Kwa sababu ni moja ya timu ambayo huwa ina vurugu sana mm. Walifungiwa kutumia ule uwanja wao pale pale pale Port Said yes. Kwa hiyo wanacho wanacho wanachokifanya kwa mfano kwenye hatua ya makundi mm. Mechi zao karibu zote wamechezea Alexandria, okay. Uwanja wa, wa Borg El Arab lakini kwenye robo fainali wakaomba uh, CAF wakahama wakahamia uwanja ule wa Suez mm. kwa hiyo na wao ni wageni kwenye lile okay. eneo. Kwa hiyo hata wao unakuta kune kwenye hizo nyanja sasa za hayo mambo mambo yetu yale <laughs> kidogo <una> wawo <laughs> wawo <laughs> <wanafua>. <laughs> kwa hiyo na sisi kidogo inatupa unafuu. kwa hiyo ni, ni, ni aina ya, ya, ya mchezo ambao unafanana mm. kidogo na ule wa Sfaxien tukutana <laughs> nao, kwa sababu Sfaxien nao walikuwa watoki pale Tunisia wanatokea Sfax okay. Sasa kutoka Sfax mpaka pale Tunis kilomita kadhaa hapa eh, kilomita zaidi ya mia tatu okay. na kitu. Kwa hiyo na wao walivyofika pale tena, sisi wao walikuja siku moja kabla ya mechi ndo wakaja pale Tunis. kwa hiyo walitukuta sisi tayari tuko wenyeji kama wenyeji ta. E. Kwa hiyo e, kotu kidogo inakuwa na, na, na so na faida. Kwa Simba walivyotoka hapa Cairo kidogo wakaelekea Ismailia. Ismailia tumeweka pause pale kidogo mm. Kwa kwa hiyo siku moja kabla ya mchezo ndo tutaelekea kule okay. uh -huh. Ambako pale kilomita sio sio yeah. nyingi. Lakini la mwisho mm. ni kwamba na sisi sasa siku hizi e, tumekuwa na kariba kama ya kwao kwa maana ya tunaelewa hizo zile zile ile ile michakato yao ya nje ya uwanja. Tunaijua. mm. Kwa hiyo tumejihadhari sana e, tumejihadhari sana mm. e, kwa kwa hiyo e, tunamuomba tuna tu Mwenyezi Mungu atufikishe salama siku ya mchezo okay. na taarifa kuhusiana na mashabiki katika uwanja huu ambao Simba wanakwenda kucheza na Almasri, kwamba kumekuwa na zile mamlaka za michezo, unaweza kukuta timu inapewa nusu watazamaji, ama hakuna watazamaji, ama full watazamaji. Kwa Almasri dhidi ya Simba, kuna taarifa zozote ambazo kwa wenyeji wenu? So far hatuna, bado hatujapokea taarifa mm, uh, rasmi mm, ya kutoka Kafu kuhusiana na idadi ya watazamaji inakuwaje mm lakini mara nyingi e, timu zile za, za, za kaskazini kafu umekuwa anazipa kitu tunakiita kota, yaani kota, kwamba idadi maalum ya mashabiki awazipagi ile ma, mashabiki kujaza uwanja moja yeah. kwa moja kutokana na sababu za, za, za kiusalama, za kiusalama. Yes, kwa hiyo lakini mpaka sasa hivi hatujapata bado uh, taarifa rasmi kwamba wanaruhusiwa wachezaji wangapi mm, mashabiki wangapi okay, na kadhalika bado hatujaipata hii mm, nafikiri tukiipata mm, tutaelezea umma unajua okay. yeah. ah, kuna kipindi uh, ile elfu mbili na kumi na moja, elfu mbili na kumi na mbili. Uh, vurugu zilikuwa zinazuka sana kule, mm. upande wa kaskazini na hususan Masri wenyewe yeah. Uh, kuna kipindi walikuwa wanacheza bila watazamaji kabisa yeah, iwe timu ya taifa ama vilabu vyao, na hasa wanaporuhusu hata watazamaji mfano uh, elfu tano, elfu kumi basi mechi inaenda kupigwa Boglarab uwanja yeah, ambao uko uh, karibu na, na jeshi pale uwanja wa jeshi, ili kuona kwamba wale ambao watakuwa uh, si watiifu wanaweza wakashughulikiwa. Kwa hiyo nidhamu inakuwepo naam na, na hii ni mechi ya kwanza uh, timu imekwenda kule uh, labda mikakati watu wanasiku, wanasema siku zote mnapokwenda kuanza hiki basi mnaangalia na, na, kingine kinachofuata mechi ya pili labda pengine tukizungumzia hapa Dar es Salaam, kufunguliwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, kama Simba kwenyewe imekuwa na faraja kiasi gani? Sisi tumefarijika sana kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi umekuwa kama icon mm, yani ni alama ya Simba Sports Club. Nakumbuka na wakati tuna tunaelekea kwenye draw ile eh, alienda kule kutuwakilisha mediali pamoja mm. na mtendaji mkuu wetu wa klabu eh, eh Ms Zubeda <clears throat> walikuwa kidogo wanajaribu kup kupigapiga stories hapa na pale, wale Stellenbosch mm. ambao wanacheza na Zamalek mm. kwenye hatua hii ya robo fainali yeah. walikuwa wanaambia wanawambia bwana, sisi tunamwomba Mungu hapa tusikutane na Simba al akamuuliza kwa nini? hmm. akaambia ule uwanja wa Benjamin Mkapa bwana ule ah, umekuwa hatari sana ule uwanja. Akacheka. Kwa hiyo uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa kama icon kwetu hmm. kwa hiyo kuukosa ilikuwa kidogo inatupa unyonge e, ilikuwa inatupa sana unyonge unaona, na ndio maana unaona sisi tunashukuru serikali e, kupitia hmm. wizara sana. Sana. Kwa kwa ya michezo walipambana kuhakikisha kwamba ile mechi haiondoki pale <clears throat> kwa sababu ingeondoka pale ilikuwa mm, natupa unyonge na ilikuwa natupa wakati mgumu kidogo mm, eh, kwenda kupambana kwenye kwenye hatua hii ya robo finali. Kwa hiyo eh, kwa maana ya maandalizi sasa baada ya kupata uwanja mm, kama hivyo eh, msemaji wetu kabla hajaondoka mm, ali, aliita press na kusema kwamba kwanza alitangaza viingilio mm, ambavyo nafikiri wanachama, mashabiki na wapenzi wa Simba Sports Club, na wapenzi wa mpira kwa ujumla wanaendelea kukata tiketi kuepusha zile E, dakika za mwisho yeah, zile mm, lakini pili mm, e, tumeandaa mtiririko wa hamasa kwa maana ya kuipromoti hii mechi kuelekea tarehe tisa mm. Immediately, baada ya kuwa wale wameisha rudi kutoka kule, kwa sababu mechi inachezwa tarehe mbili mm, kwa tarehe tatu e, watakuwa njiani kurudi, kurudi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa marudiano. Kwa hiyo tutaanza hamasa zetu rasmi mm, na kauli mbiu yetu tuliyotoa, sasa sasa hivi tunasema hii tunavuka hii tunavuka, yeah. Simba sports yao. Naam, naam, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba CPA e, Issa Masoud nikizungumza naye hapa, na kubwa tulikuwa tunaangazia kuhusiana na Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club ambao wako kule nchini Misri wakiwa wamebeba bendera ya Tanzania katika michuano ya ngazi ya vilabu barani Afrika wanakwenda kucheza kule na Almasri. Nakumbuka simba wakifanikiwa kuvuka hapa, basi wanakwenda kukutana na Zamalik vijana ee, wa pale pale Cairo mjini pale, katika daraja lile ambalo wanalipenda sana kulita wahid wa ishirini ganair maeneo yale, yani maidan Tahariri, unasogea mbele kidogo e, wako pale e, watukutu wa jiji la Cairo. Zamalik nafahamu vizuri sana, nimekaa nao kule hawa jamaa, lakini inabidi wafunge kwanza Stellenbosch. E, inabidi wamfungi ule msauzi e, e. e. Na kwa kiwango ambacho umewafuatilia CPA, Zamalek na hawa Al Masry miaka hivi karibuni hawakuwa katika ule ubora ambao umezoeleka sana, lakini msimu huu tunaona sasa wameinuka. hii sio tishio kwa Simba? Ah, of course ni tishio mm. e, wana, wana, wanafanya vizuri mm. na wanafanya vizuri na haswa Zamalek mm. e, Zamalek imekuwa kidogo Eh, ya, ndo mabingwa watetezi hao. Of course. Hmm. Yani, wako vizuri sana kwa hiyo eh, Mwenyezi Mungu akijalia tukavuka hii hatua hmm, kwenda nusu finali tukakutana nao. Kwanza itakuwa mechi ya kisasi nafikiri watu kubali. Eh, ukikumbuka ile tuliwatoa 2003. Kwa hiyo wao watakuwa na hasira watakuwa makini sana na sisi kwa hiyo, hmm, itakuwa mechi moja ngumu sana kwa hiyo tutaenda kupata test moja ya nusu finali ambayo ni ngumu ni ngumu, hmm. Ehe, ni ngumu. O, tumuombe tu Mwenyezi Mungu. Na mbaya zaidi ni kwamba tunaanzia nyumbani alafu tuenda kumalizia kwao finali. Kwa nusu eh, finali tunaanzia hapa nyumbani. Alafu tutaenda kumalizia nje. E, si, alafu finali itakuwa kinyume chake sasa. Finali tutaanza na tunasema mnapofika ugenini kuna ule utamaduni kwamba mwenyeji, anap, mwenyeji na mgeni anapokea anapokea na mwenyeji na kupewa bwana, uchochoro huu hapa kupita na huu hapa na huu hapa, na huu hapa. kwa Simba safari hii toka umetua pale Kairo kuelekea Ismailia hakuna kitu cha namna hiyo CPA, kwa maana ya wao wenyewe Al Masry, hata wale wale nani A, sasa kwa wenzetu kidogo yeah. Tofauti, tofauti yeah. Mm -hmm. Kwa mm -hmm. wenzetu kidogo tofauti yani, huwakuti waoni. Kwa mfano sisi tulivyoenda kucheza na Sfaxien. Mimi nilikuwepo kule Tunisia. Ndiyo. Eh, zaidi ya ile delegation ya watu wale wa Sfaxien ambao wanahitajika kuwepo pale kutupokea mm. kwa mujibu wa taratibu za kafu. Ndiyo. Kulikuwa hatujapata nafasi ya kuonana na, na viongozi au wenyeji wengine tofauti mm. na Sfaxien. Kwa mfano na, hoteli tuliokuwa tumekaa sisi ni hoteli ambayo inamilikiwa na mmiliki wa timu ya klabu Africain, okay. Klabu moja kubwa sana pale mm. Tunisia. Kwa hiyo lakini, cha ajabu hatujapata hizo hizo hizo, hakuna. hakuna kwa wenzetu ni kama ule umoja, au wanasema tu kila mtu afe kivyake, wanakuacheni tu mtajijua wenyewe okay. Hata tulivyoenda kucheza na, na Al Masry hmm. E, mwaka nakumbuka mwaka gani? E, ile ah, no, hii na, na, ya karibuni hapa na yes tulienda kucheza nao hatua <smartan> <smartan> <smartan> e, ya, <smartan> preliminary stage ya kuingia kwenye makundi makundi, na ambapo hapa tulitoka nao mbili mbili. Unakumbuka ile mechi mvua ilinyesha kubwa umeme ukakatika 18 eh ah, okay. Kwa tulivyoenda kule kwao kipindi hicho walikuwa bado wanatumia mm. ule uwanja wa pale Port Said mm. tukatoka nao draw ya bila bila. Mm. kama unakumbuka, Mavugo alikosa goli la wazi dakika za mwishoni yes mm. kwa hiyo tulivyofika pale Cairo wale, unajua Cairo dominantly yaani mm. watu wengi wa Cairo pale ni mashabiki wa Ahli well, hawawapendi yeah. sana wale o Almasi, Almasi, yeah. walikuwa wanatuambia tu zile LBC ni makini wale, jamani, watu wa vurugu, fanyeni hivi fanyeni hivi fanyeni hivi, wale walikuwa kule, yeah. ameleta maafa, maafa mm. na tulipofika sisi, kwa sababu hata wale walikuwa ule uwanja walikuwa bande waingizi mashabiki mm. wanacheza bila mm. mashabiki mm. lakini kwenye mechi yetu waliomba okay. waliomba waingizi mashabiki

ilikuwa kama saa nne. Saa nne. Ehe. kwa hiyo kule tumemaliza mida mm. kama ya saa tatu, tatu, tatu kasorogo lakini pale uwanjani tuliondoka almost saa tano usiku tulizuiwa na watu wa usalama nje kulikuwa kule akutamaniki sababu watu walikuwa wamebeba mawe wamefanyaje, wanatusubiria, si tutoke. kwa hiyo tulikusanywa wote kwenye dressing room. mm. tulifuatwa kule VIP, kule viongozi tukaletwa dressing room na wachezaji tuliambiwa tulieni humo mpaka tutakapo hapa tukapata maelekezo mm. Kwa yule m, yule mtu ofisa usalama yule alikuwa anaenda nje anaangalia, anarudi, anasema bado hali haipo shwari, anaenda nje, anarudi paka hali ilivyokuwa shwari ndo tukatoka, na tukaambiwa hakuna kuwa na magari mengi, magari mengine wote yatangulie matupu, wote nyinyi mtaingia kwenye basi la wachezaji, kasoro balozi peke yake, ndo aliondoka kwenye gari yake safari yake kwao. Tukaingizwa kwenye basi la wachezaji mule wote kwa pamoja kwanza escorti magari matatu mbele, nyuma matatu ya polisi, katikati tuko sisi. Lakini hata hivyo, njiani hapo tukapata rapsha rapsha hapa na pale, tukupigwa pigwa mawe ndio mpaka tunafika hotelini. Tukapewa maelekezo tena pale hotelini, hatutaki kulala pale hale, katika mji wa Ismailia yes, pa eh, Port, Port Said na hatutaki kulala ha. kwa pale pale, wachezaji tu walienda vyumbani wakachukua mizigo wakaweka kwenye gari, tukasindikizwa tukatoka kwao, tulilala Cairo afu alfajiri ndo tukapanda ndege tukarudi nyumbani. Kwa hiyo ni watu fulani hivi ambao wanavurugu sana, sana. wanavurugu mno nah. Unajua kuna, kuna utamaduni ambao unasemekana kwamba uh, hata mimi kipindi niko pale ilikuwa inaonekana kama Zamalek ndio wanavurugu, lakini nilichokisoma kisoma uh, kuna timu ambazo zinatoka mikoani miongoni mwao mm, mm. Kama hawa Al Masry. Eh. wasema ni watukutu kwelikweli hata Zamalek wanapocheza na wale piramidi wanapocheza uh, na wale eh. ali wenyewe wanapocheza na wale wenyewe, wanashika matumbo, wanasema kuna tension, kuna ulinzi mkubwa sana. Naam, ni mechi hiyo ambayo kwa kweli uh, Almasri hao ambao watacheza na Simba katika mchezo wa kwanza wa robo finali kombe la shirikisho uh, tukiwa tunazungumza hapa na CPA Issa Masoud, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa, wa klabu ya Simba Sports Club. Na kwa kipindi hiki mara nyingi Misri ni baridi Uh, tukianzia mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne, mm. watano, pale ndo jotolinakaribishwa kwa mazingira ambayo yalivyo hivi sasa uh, kule ambapo Simba wapo, labda pengine kuna taarifa zozote kwamba inaweza kawa ni hali kawa leti ya hewa inaweza kawaletea shida kidogo katika mchezo wao huo. uh, kwanza kama ulivyosema, mm. ni kweli kuna baridi mm. kwa mujibu wa jana, nilikuwa naongea na Dr. Uh, Dr. Muba mm. uh, ni kweli kuna baridi, kuna baridi kali kwa hiyo na especially kipindi cha jioni kipindi cha jioni kwayo, ikishafika kuanzia kwa majira ya saa, saa kumi kumi, hmm. hmm. okay, na moja kwenda mbele inaongezeka zaidi, na ndio maana sisi tumejaribu kwenda mapema kidogo kwa ajili ya kuweza hata kufanya acclimatization hmm, okay, ili wachezaji at least wa waizoee ile hali ya hewa hmm, isiwape shida kidogo kama tulivyofanya kule Tunisia. Okay. Tunisia tulivyoenda kucheza nasfa na, Sfakse, na kwenyewe tuliwahi kidogo kama siku nne hivi kabla ya mechi mm, ili at least tupate kuzoea ile hali ya hewa kwa sababu kulikuwa na baridi bari kali mm. na mechi itachezwa usiku imechi, ya mechi inachezwa usiku e, mechi inachezwa usiku mm. E, waka, na sisi huku akija sisi miku tutacheza mchana huku ita jioni saa alasiri alasiri <laughs> CPA. Uh, mmelengalassisi <laughs> <laughs> uh, kwa tu tunaona ndo na muda ambao tunakuwa na advantage nao una faida nao kubwa zaidi inapatikana yes, muda huo uh, uh, uh, uh, kwa sababu 10, chura, 10, bwana, 10. chura unamtoa kwenye maji, kwenye maji. Uh, unamweka nchi kavu ndio okay, naeza kupambana naye uh, uh, au mamba tunasema bwana nguvu ya mamba uh, kumaji, kumaji. Sasa hili mamba uweze kupambana naye vizuri muweke nchi kavu <laughs> kazi ipo <laughs> uh, na labda pengine sasa, tukiwa tunaelekea ukingoni, kauli yako kwa wanasimba eh, ambao wako hapa lakini pia hata wale ambao wako nje ya Tanzania na wengine ambao wako kule Masri, ni ipi kuelekea katika mchezo huu, kuelekea mchezo huu akishokutwa? Kauli yangu mimi kwa wanasimba, kwanza, kama tulivyokuwa wamoja siku zote, tuendelee kuwa wamoja, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu dua e, muhimu kwa sababu sisi binadamu, kuna eneo letu tunafanya, lakini kuna ukingo unaishia hapo mm. alafu kuna eneo linabaki Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anaamua mm. iweje. Kwa hiyo tumwombe Mwenyezi Mungu basi atupe heri, tuweze kufanya vizuri katika huo mchezo. na wale wanachama, mashabiki wa Simba ambao wako karibu mm. Ee, na, na, na eneo ambalo mchezo unaenda kufanikia basi mm. Tuwaombe wasogee pale kwa ajili ya kwenda kuwapa nguvu eh, kuanikiza kuwashangilia mm. eh, timu yetu kwa ajili ya kuonyesha umoja ambao tunazungumza, okay. Na kwenye mechi yetu ya marudiano eh, kama ulivyoona tayari mm. huko mikoani tayari <coughs> watu wameshaanza kujoga ku kwa ajili ya kuja sisi, tunaambia eh, wafanye michakato yao wa mapema waje wanunue tiketi mm. kwa haraka ili kuepuka zile rabsha e, kwa sababu imekuwa e, kumekuwa kunajitokeza e, tamaduni kwamba kuna watu wanasafiri kutoka mikoani yeah, tiketi wanakuja kununulia huku sasa, okay. Wakishafika huku wanakuta tiketi zimeisha zimeisha, kwa hiyo yeah, wanakuwa yeah, hawajafanya kitu ambacho walikuwa wametarajia kukifanya. Kwa hiyo wafanye vitu hivyo watu wote mapema, okay. mm. naam. Si pia mimi nikushukuru sana. mi mimi nashukuru tunashukuru sana Azam, mmekuwa mnatupa support sana shukrani lakini mmekuwa pamoja oh, na sisi okay, katika kila hali mm, e. kwa hiyo na kama hivi tunavyozungumza uwakilishi wenu mkubwa sana upo kule yeah, e, mm, Masili umekuwa umekuwa anaripoti anatoa taarifa kadi e, siku za kila hatua. Kwa hiyo yeah, sisi tunashukuru mm. Mm, na mwendelee kutusapoti mm, kadi tutakavyokuwa tunawahitaji msituache. Naam, nikiwa nazungumza hapa na mjumbe uh, wa bodi ya ukurugenzi wa klabu ya Simba, CPA Issa Masoud kuelekea mchezo um, wao dhidi ya Al Masry, ambako Simba ndio timu pekee kwa upande wa Tanzania ambayo imesalia katika michuano ya kimataifa ngazi ya vilabu, nikiiombea mnyama um, mkali Simba aweze kufanya vizuri katika mchezo huo wa kwanza ili kujitengenezea mazingira katika mchezo wa pili ambao utapigwa hapa Dar es Salaam. Kila la heri Simba Sports Club, na tutakuwa tunawajuza kila hatua ya maandalizi ya Simba katika mchezo wao huo, ambao kule Masri na hivi sasa ni baridi, na huku nyumbani kidogo mvua mvua inapiga. Kwa hiyo kama alivyosema CPA Issa Masoud, mechi ya Simba hapa wanaitazamia kucheza ile milango ya alasiri hivi, wale kule jioni usiku, huku alasiri, saa tisa tisa hivi kidogo, naenda kusema na vizuri Al Masry <laughs>